Katibu katika Wizara ya Masuala ya Ndani Daktari Karanja Kibicho amezindua shughuli ya kuandikisha vitambulisho katika mtaa wa Dandora, eneo bunge la Embakasi ya Kaskazini, kaunti ya Nairobi. Shughuli hiyo inanuia kuhakikishia vijana wanapata vitambulisho vya kitaifa kabla ya awamu ya pili ya usajili wapiga kura kwanza. Hata hivyo, siasa hazikukosa huku wagombea wa kiti cha ugavana Dennis Waweru na Margaret Wanjiru wakitumia ukumbi kujipigia debe, hatua iliyoibua hisia kali kutoka kwa vijana ambao walijitokeza kujiandikisha. Zoezi la usajili wa vitambulisho kwa vijana wa mitaani na familia kutoka vitongoji duni lilizinduliwa rasmi hii leo likiongozwa na katibu katika Wizara ya Masuala ya Ndani Daktari Karanja Kibicho. iko propaganda mingi watu wanaendelea kuelezea wananchi, sijui kama wewe ulikuwa Mungiki, sijui kama ulikuwa umeiba mahali sijui kama ulikuwa na mahali umechikwa na kitu mbaya, ukienda kuchukua ID, basi hiyo ni opportunity ya serikali kukushika. Nikaambia hao tukikuja Ndandora, ntajileta ndio uone, unakuja hapo unapewa ID na hakuna mtu anakushika. Na kama ijulikanavyo, palipo na wanasiasa hapakosi siasa. Oda, oda, oda, oda. Wagombea wa kiti cha ugavana Dennis Waweru na Margaret Wanjiru waliwasili katika eneo wakitumia ukumbi kujipigia debe, hatua iliyoibua hisia kali kutoka kwa vijana waliojitokeza kujiandikisha. Wanaleta kampeni tu kwa muda. Hali ya mshikemshike mshike ilizuka. Kuna haja gani rais kutudanganya tukuje hapa? Kenyago Police Station, polisi wako hapa wengi na mambo na mambo inaendelea hapa, hata sielewi ni siasa ama ni ID. Hizi zimeletwa hapa hivi watoke nayo hapa hivi wenyewe hapa hivi tunadai vijana wafaidike wapate ID, wafunge kila kitu, wakuwe na hizo maakaunti. Awali familia za mitaani hazingepata fursa ya kupata vitambulisho kufuatia utaratibu uliowataka kuwa na vyeti vya kuzaliwa ambavyo wengi wao hawana, jambo lililo lazimu wizara kubadilisha mtindo na kuwaruhusu kujichukulia vitambulisho vya taifa. Kwa wale ambao wanaandikishia watu vipande usiende kusumbua watu kuwauliza atilete babu yako sijui lete nyanya yako, sijui lete nani. Mtu pahali anaishi ndio kwake, mpatie kitambulisho ya kusema mtu ametoka hapo. Zoezi la leo lilishuhudia vijana wengi waliojitokeza. Saa hii watu wamepewa makaratasi wanajichagulia, unapata fotokopi iko pande ingine, hii kadi ingine iko pande ingine. Sasa utapata wapi hiyo kitambulisho? Saa hii tumeongeza hii muda hapa, tutakuwa na makarani mpaka Jumapili saa sita. Kwa sasa wito unaelekezwa kwa yeyote ambaye ya hana kitambulisho kufanya hima ili kupata fursa ya kujisajili kuwa mpiga kura kwenye awamu ya pili ya usajili baada ya ahadi ya rais ya kuongezea fedha tume ya IEBC kuendeleza shughuli ya usajili Jeff Kirui KTN leo